Afya ya rais wa Marekani, wengi wanasema rais Donald Trump anaumwa, ratiba yake ya kazi imepungua, haonekani kuwa akite, akifanya kazi kama alivyokuwa eh, akifanya kazi zamani. Lakini pia Donald Trump ameonwa akisinzia katika mikutano ya kiofisi. Hata hivyo, msaidizi wake ama mpambe wake na Trump amepinga na kusema kwamba Trump ni mzima. Trump, ikumbukwe kwamba alionekana katika picha akiwa amesinzia. Na siku za karibuni Trump amekuwa akichelewa kuanza kazi. Sasa, Uh, maswali yanayoibuka hapa ni kwamba uh, Donald Trump ameanza kusumbuliwa na changamoto za uzee. Tutakumbusha pia kwamba mwezi Julai Donald Trump alionekana akiwa amevimba kifundo cha mguu. Kwa Kiingereza enka, alikuwa amevimba kifundo cha mguu pamoja na kuchubuka nyuma ya kiganja cha mkono wake. Sasa iliibuka minong'ono mingi sana kuhusiana na suala hilo kwamba pengine Donald Trump sasa anaumwa na afya yake haiko sawa. Hata hivyo, serikali iliweka pingamizi kali, pingamizi kubwa. Serikali ilitetea kwamba e, Donald Trump alichubuka mkono wake kwa sababu ya kushikana mkono na watu wengi na matumizi ya dawa ya aspirin ndio ilispelekea yeye kuchubuka mkono wake, lakini kuhusu kuvimba kifundo cha mguu walisema ni hali ya kawaida kwa yeyote mwenye miaka sabini na kuendelea. Kwa hiyo watetezi wali- walitetea wali, wali hali hiyo kwa hoja hilo. Wafuasi wa Trump, wanapinga kabisa madai ya ugonjwa wa Trump, wanasema Trump ni mzima wa afya. Hata hivyo utata unakuja utatu na kuja kwa sababu wanadai Trump ni mzima, lakini eh, hawatoi uwazi. Ukumbuke utaratibu wa serikali ya Marekani huweka mambo yote kwa uwazi, hasa yale yanayohusisha viongozi wakubwa kama Donald Trump. Sasa utata unakuja kwa sababu majibu ya vipimo hayajawekwa wazi kuonyesha kwamba, e, kuna jambo linafichwa. Kwa hiyo inakuwa inaleta wasiwasi kwamba pengine hapa pana jambo linafichwa. Sasa kwa nini tunazungumza haya? Afya ya Donald Trump ni jambo linalohusu dunia nzima kwa sababu Marekani ni taifa kubwa, ni taifa ambalo lina ushawishi mkubwa duniani na uh, maamuzi fulani ya Marekani yanaweza yakaathiri dunia kubwa. Ikumbukwe, Marekani yana nyuklia. E, sasa ni hatari sana. E, ni hatari sana na ndiyo sababu pengine dunia nzima huitazama Marekani. Marekani ni taifa ambalo huwezi kuliacha kulijadili katika mambo yako sasa. Lakini pia nitawakumbusha wanahistoria, nitawakumbusha wafuatiliaji wangu, msikilize mwalimu. Mwalimu leo anatoa nondo za ndani kabisa, nisikilize. Uh, nitakumbusha kwamba katika historia ya Marekani ilitokea kwa Rais Woodrow Wilson aliyekuwa rais wa Marekani mwaka 1913 mpaka mwaka 1921. Woodrow Wilson alipatwa na stroke akapooza nusu ya mwili wake. Mwaka 1919 akiongoza mhula wake wa pili, Woodrow Wilson alipatwa na stroke akapooza nusu ya mwili wake. Serikali ikaongozwa na mke wake na viongozi na serikali kwa ujumla walificha, walifanya siri. Hakuna aliyeambiwa kwamba Woodrow Wilson alikuwa anaumwa na alipatwa na stroke, lakini inavyoaminika na ushahidi ulio wazi, mke wa Woodrow Wilson ndio alishikilia madaraka kumalizia kipindi kilichokuwa kimesalia, kipindi cha miaka miwili. Lakini pia nitawakumbusha uh, rais Ronald Reagan wa Marekani pia alisemekana kuongoza nchi akiwa anaugua ugonjwa unaitwa Alzheimer, ugonjwa unaopunguza ufanisi wa akili, kumbukumbu, kufikiria, kumbu, na kufanya mambo mengine, Ronald Reagan, lakini watu hawakuelezwa mpaka mtu alimaliza, mpaka Ronald Reagan alimaliza mhula wake vizuri kabisa. Lakini nawakumbusha pia sasa, hii nadhani sasa wote mtakumbuka Joe Biden. Joe Biden alihudumu awamu moja tu. Awamu ya pili hakuweza kumaliza, hakuweza kumaliza Joe Biden ya awamu ya pili uh, kwa sababu ya changamoto za kiafya. Na changamoto kubwa ilikuwa ni kwamba Joe Biden alikuwa ana changamoto wakati wa kuzungumza, alikuwa akichanganya maneno. Joe Biden alikuwa akisinzia kwa, kwa sababu za kiafya. Joe Biden alinyang'anywa nafasi ya kugombea kwa mara ya pili na kukabidhiwa bikamara. Sasa, Trump alikuwa akimwandama sana Joe Biden kwamba anasinzia, na ilifikia hatua Donald Trump akamwita Joe Biden jina la utani Sleepy Joe. Sasa, kwa siasa za Marekani na siasa za dunia, sasa inasemekana sasa alichokuwa akikisema Donald Trump kwa Joe Biden sasa kinamwangukia yeye mwenyewe, na watu wameanza kumwita Sleepy Trump. Mbali na hayo, Donald Trump alitoa matamko kuhusiana na Wasomali, matamko ambayo yalikuwa kama yakiwapinga yaki, yaki, yaki, yaki vikali Wasomali kuwa katika nchi ya Marekani. Lakini Donald Trump pia amesaidia e, utiaji wa saini baina ya Tshekedi na Rais wa Rwanda Paul Kagame lakini mbali na hayo Serikali ya Donald Trump ilitoa kauli kuhusiana na masuala e, yaliyoendelea Tanzania, serikali ya Donald Trump ikisema kwamba ilikuwa mbioni kufuatilia e, ama kupitia upya mikataba ya makubaliano baina ya ushirikiano wa e, Tanzania na Marekani kwa hiyo Uh, Donald Trump kwa matukio yake anayoyafanya na kwa haya ambayo yanazungumzwa hivi sasa natamani kusikia maoni yako kutoka kwako msikilizaji na mtazamaji wa channel hii. E, tujadili mambo mawili. Unadhani ni kweli Donald Trump ana changamoto za kiafya? Ama wewe unasimama na watetezi wake wanaosema kwamba e, yuko vizuri na anaendelea na, na, na, na kazi kama kawaida. Lakini pia unadhani haya anayoyafanya Donald Trump, mambo ambayo amekuwa akiyafanya, alitishia kufuta misaada e, amebadilisha mambo mengi kwa namna jinsi ambavyo anavyofanya mambo haya, wewe unadhani ni yeye mwenyewe ama anaasiliwa na changamoto za kiafya? Ikumbukwe pia e, taarifa ambayo ilichapishwa katika mtandao wa MSN ilieleza kwamba nchini Marekani tafiti zimefanyika na inasemekana Donald Trump hakubaliki. Kiwango chake cha kukubalika kimeshuka kwa viwango vikubwa sana katika nchi ya Marekani. Basi unapoitazama video hii, naomba sasa uweke laiki yako, weka na komenti yako, niambie chochote unachojisikia kuhusiana na Donald Trump. Lakini tangazo natoa, tunaelekea, e, mimi ni mwalimu, kwa hiyo nawatangazia wanaohitaji kujifunza English course, wanaohitaji kujifunza masomo ya kurudia kidato cha nne, kidato cha sita, nawakaribisha sana na muweze kuwasiliana nami. Mawasiliano na yangu nimeyaweka katika komenti ya kwanza ya video hii. Unaenda katika uwanja wa komenti, utaona tangazo langu, utaona na namba yangu ya simu. Nitafute popote, tuanze masomo. Niwatakie siku njema.